Na mtazamaji wangu wa Engineer Cleaning Service, na nakukaribisha tena kwa mara nyingine, bado ninaendelea kuelezea kuhusu uanzishaji wa biashara za usafi, na leo nitaelezea jinsi ya kuanzisha biashara ya usafi wa nyumba kwa mtaji wa shilingi elfu hamsini. Ikiwa bado hujasubscribe kwenye channel yangu, basi ofia kipengele cha kusubscribe nayo utaweza kupata dondoo mbalimbali namna ya kuweza kuanzisha biashara ya usafi kwa nyumba tena kwa mtaji wa shilingi elfu hamsini. Ni jambo linalowezekana kwa mpango, ukiwa na mpango mzuri na mikakati madhubuti hakuna kinachoshindikana, na hapa nitakuelezea hatua kwa hatua unavyoweza kufuata ili kuanzisha biashara hii. Na je, hiyo shilingi elfu hamsini itanunua kitu gani? Kwanza kabisa kama unataka kuanzisha biashara ya usafi wote, na hapa zaidi zaidi tunajikita kwenye usafi wa nyumba, kwanza ufanya utafiti wa soko. Jifunze kuhusu mahitaji, angalia kama kuna uhitaji wa huduma ya usafi wa nyumba katika eneo lako. Hii inaweza kuwa kwa kuuliza watu katika jamii yako, angalia biashara biashara zinazofanana au kufanya utafiti mtandaoni na katika utafiti wa soko pia tathmini washindani wako. Chunguza watoa huduma udu, wengine wa usafi katika eneo lako, na angalia huduma wanazotoa na bei wanazozitangaza. Hii itakusaidia kupanga bei zako na kujua ni huduma gani unaweza kuboresha. Na hiyo hatua ilikuwa ni hatua ya kwanza katika utafiti wa soko. Katika hatua ya pili, panga huduma na bei tu. Ya pili, panga huduma na bei. Kwanza kabisa, huduma unazotoa, unaweza kutoa huduma za usafi wa nyumbani kwa ujumla kama vile kusafisha sakafu, viti, madirisha, choo na kadhalika. hizi Hizi ni kazi za kawaida, kama unaenda kusafisha nyumba mteja anahitaji ukamsafishie nyumba. Hizi ni vipengele muhimu utakavyovizingatia ni kusafisha sakafu, kusafisha viti, kusafisha madirisha pamoja na kusafisha choo. Pia unaweza kutoa huduma maalum kama usafi wa kapeti, kuta, au huduma za baada ya tukio maalum kama vile matukio au uhamishaji. Yaani hapa tunazungumzia unatoa huduma za usafi kama mtu anahama au anahamia kwenye nyumba Unaweza kutoa huduma ya usafi lakini pia kwenye matukio, matukio kama ya sherehe, mtu ana birthday, unaenda kufanyia usafi baada ya birthday au tena unaenda kumfanyia usafi kwa cha. Hatua ya pili, kwanza lazima upange huduma unazotaka kutoa, na katika hatua ya pili pia bei, uangalie bei ya huduma unazotoa. Panga bei za huduma zako kulingana na gharama zako na ufanisi wa soko. Bei zako ziwe na ushindani, lakini pia ziwe zinakufanya Faida. Hiyo ni hatua ya pili. Katika hatua ya tatu ni ununuzi wa vifaa vya usafi na rasilimali watu. Sasa hapa ndio tutaangalia zaidi ni namna gani hiyo shilingi elfu hamsini inaweza kununua mahitaji yote, na wewe ukaenda kusafisha nyumba yako na ukapata faida mara hadi zaidi hata hadi zaidi ya mara tatu <coughs> ukapata na faida zaidi ya mara tatu kwa kutumia vifaa tu vya shilingi elfu hamsini. Aa, hapa kwanza tunaanza na vifaa vya msingi kununua. Kwa mtaji wa shilingi elfu hamsini unaweza kununua vifaa vya msingi kama vifaa vya usafi, kwa mfano mops, mops elfu tatu Tuseme mops anauza elfu tatu lakini kuna zile brush ah, fagio za brush nauza elfu tatu Unanunua taulo elfu tatu kwa ukipiga hivyo ni vifaa vya usafi, lakini pia ukanunua na mfagio elfu tatu. Katika baada ya kununua mfagio unaenda kwenye upande kununua hivyo vifaa, unaenda kwenye upande wa sabuni na dawa za kusafishia. Hapo tunatumia sabuni za usafi za maji, kwa mfano maji sabuni ya lita moja inatosha kabisa, na sabuni ya maji ya lita moja huwa inauzwa shilingi elfu mbili. Laki kwa upande wa madirisha malaki utalazima uwe na glass cleaner ambayo unaweza shilingi elfu tano kwa ajili ya usafi. Lakini pia hapa pia unaweza kuwa na sabuni ya marumaru na sinki, utauta uta, marumaru imechakaa au masinki ya chooni yamechakaa, ku unatakiwa ununue sabuni ambayo mara nyingi inauzwa kuanzia elfu ishirini kuna elfu kumi pia unaweza kupata zingine, lakini hapo utapigia tena na hesabu ya nauli. Inawezekana e, e, unatoka sehemu moja kwenda nyingine, hapa unatumia usafiri labda daladala, let's say na kadhalika. Nauli utatenga bajeti ya nauli ambayo ni shilingi elfu tano. Lakini pia unaweza kuwa na bando utanunua hapo, ni bando ili uweza kufika sehemu aofika, inawezekana naea lazima uwe na bando kwa ajili ya kuwasiliana na, na mteja. Rasilimali watu, hapa tafuta vijana waaminifu kulingana na ukubwa wa nyumba, ambapo utalipa kama vibarua. Wao watu utalipa kama vibarua, lakini pia hao vijana au wafanya kazi utalipa baada ya kupokea malipo, baada ya kufanya kazi. A, baada ya kupokea malipo kutoka kwa mteja wako, ndipo utalipa vijana. kwa hiyo Wow. Kwa kuchagua tu vifaa vya bei nafuu lakini vifaa ambavyo ni una, una kwa, shiriki, kikisha, bifa, vya msingi unaweza unaanzisha biashara wa payo shilingi elfu hamsini. Ila hakikisha tu unachagua vifaa vya bei nafuu lakini ubora vyenye ubora, ili usikufa mara kwa mara. Hiyo ni mchanganuo wa hiyo shilingi

saidia pia watu waone biashara yako na, na pia kwenye sasa kwenye upande wa kusajili biashara hiyo, anaweza kasubiri baadaye, baada ya wewe wazawaucha ipatapatanaeza kuny bima kwa ajili ya biashara. Hiyo biashara yote ni masoko na utangazaji. Hapa sasa, kwa kuwa ndo kwanza unaanza biashara na mtaji ni mdogo, tangaza tu kupitia WhatsApp status kwenye Facebook yako kwenye Instagram yako, lakini pia fanya matangazo ya mdomo kwa mdogo na wateja wawali. Kwa mfano, unaweza kupita nyumba hadi nyumba tangaza biashara yako, lakini pia unaweza kutoa ofa ya huduma za bure kwa wateja wawa ili kuunda wateja. So hiyo ni hatua ya tano, masoko na utangazaji. Hatua ya sita, upangaji wa ratiba na huduma. Na andaa ratiba ya huduma zako ili ya kawaida ili kupunguza gharama. Unaweza kuanza na vifaa vya kawaida kama nilivyoelezea pale kwenye hatua ya tatu na baadaye kuboresha vifaa vyako kadri biashara yako inavyokua. Sasa hapa ili biashara ikue, usimamizi wa fedha unahitajika. Hakikisha unadhibiti ma vizuri mapato na matumizi yako, hii itakusaidia kuongeza faida lakini kupanua biashara yako. Kwa sababu pia wateja wanapenda mtu hatua ya nane ya mwisho ni kuwa na huduma bora kwa wateja usikivu kwa wateja daima sikiliza maoni ya wateja nawajibika haraka huduma bora kwa wateja inaweza kuwafanya warudi tena na kutangaza huduma zako kwa wengine kwa hivyo ndivyo unaweza kuanza biashara ya usafi wa nyumba kwa mtaji wa shilingi elfu hamsini tu. na kama umependa video hii subscribe, share kwa wengine pia waweze wa kusikiliza